ik hazikuwa za kweli na ziliposababisha kuzuka kwa taharuki e, kwa mume wake, lakini kwa familia nzima na e, jamii huku zikisababisha jeshi la polisi kuangaika usiku kucha likimtafuta mwanamke huyo ambaye alidai kwamba alikuwa ametekwa kwa lengo la kunusuru maisha yake. Awali mwanamke huyo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 fuko wa sulfate usoni ili wasiweze kutambulika kwa wepesi, na kudai kuwa waliondoka naye na kwenda naye sehemu ambayo yeye alikuwa haifahamu mtu. Taarifa hizo ziliripotiwa kituo cha polisi Nyakato na mume wa mtuhumiwa akidai mke wake ametekwa na watu wasiojulikana, na watekaji hao